ziko ujanja wetu bali ni kwa utukufu wake. Pamoja na kwamba nafasi yangu ni kwa ajili ya ufunguzi, dua ya ufunguzi, lakini kabla ya dua hiyo niongee machache. Mheshimiwa mkuu wetu ili andengenye pamoja na vyombo vya usalama na wageni wote waalikwa, ni kwamba sisi kama viongozi wa dini, kwanza kabisa, tunapenda kutoa shukurani za dhati kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali yake pendwa na tukufu kwa kuimarisha misingi ya amani na demokrasia, ambayo kwa kupitia misingi hiyo leo hii tumeweza kukutanika mahala hapa na hatimaye kuweza kufanya kongamano hili na kutengeneza uelewa juu ya ndugu zetu maalibino. Lakini pia sisi viongozi wa dini, pamoja na kwamba hatuna nafasi ya kuelezea juu ya mchango wa viongozi wa dini au nadharia za dini katika kukinzana na mambo yanayohusu ukatili wa kijinsia, nigusie tu kwa uchache kwa kupitia nafasi hii, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, viongozi wa dini tumekuwa mstari wa mbele kuhakikisha tunatumia misikiti yetu na makanisa yetu na minasabati mbalimbali ya kiibada kutoa uelewa juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia na hasa katika upande wa walemavu lakini pia jitihada zetu zimekwenda mbali mno kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali ambazo ni pamoja na Interfaith pamoja na UNICEF ambao wamekuwa kitupo ushirikiano mkubwa kuhakikisha kwamba tunaandika vitabu ambavyo, nafikiri hapa manispaa vimekwisha gawiwa, vinavyoelezea juu ya haki za walemavu lakini pia na kupinga vitendo vya ukatili kwa walemavu, kwa sababu wote tunaishi katika jamii moja, na itilafu hizi hazikuwekwa na binadamu, bali ni utashi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yako mafundisho katika Qur'ani yanayosema kwamba, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh na katika dalili zinazoonyesha juu ya uwepo wa Mwenyezi Mungu khalku samawati wal ardi, ni kuumba mbingu na ardhi. Lakini wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum, na pamoja na kutofautisha lugha zenu na rangi zenu. Inna fi dhalika la ayatin lilalamin, katika hayo kuna dalili tosha kwa wale ambao ni walimwengu kuna binadamu lakini pia kuna walimwengu lakini hiyo kama itoshi, Mwenyezi Mungu anasema ya ayuhalnasu enye watu, inna khalaknakum min dhakarin wa untha, tumewaumbeni wanamume na wanawake, wajaalnakum shuhuba na tukakujalieni kuwa ni mataifa mbalimbali lakini pia kwa kujalieni kuwa ni makabila tofauti na kuyafanya hayo, isipokuwa muweze kujuwana, muweze kusaidiana, muweze kutatuliana shida zenu. Kwa hayo machache yanaweza yakakupa taswira juu ya, ya juhudi ambazo tunazozifanya kupitia vitabu vyetu vitukufu. Ndugu zangu, tuombe. Ee Mwenyezi Mungu, kwa rehema zako na utashi wako na utukufu wako, sisi waja wako dhaifu tumekutana hapa katika viwanja hivi vitukufu, lengo madhumuni na shabaha ni kwa ajili ya kutekeleza kongamano hili kitukufu juu ya ndugu zetu albino. Tunakuomba ya Allah, ufungue mkutano wetu huu kwa salama na ulifungue kongamano hili kwa salama.